Auto Auto kutokea Kenya ama ukipenda ukipenda Boosted Auto 254 kwenye Instagram. Eh, tulikuwa tumealikwa hapa hapa hapa hapa hapa na na na club ya ya motorsport hapa Arusha Arusha ambayo inajiita kama TTMC. Kwa mwaliko wa wa kuja kufanya kufanya drift drift showdown ambao walikuwa wameorganize na mkuu wa mkoa wa Arusha hapa hivi. Tukaalikwa ili tuje sehemu Kona Moshono Kona, ambapo ni Y Junction ukipenda, eh, Moshono Kona. So tumekuja kufanya drift showdown. It wasn't a competition as, as such. It was just a showdown in activation da eh, kuashiria kwamba kesho eh, kuna mashindano ya magari pale Mererani, rolling races, pamoja na Sunday pia, ambapo kuna eh, drugs ukipenda. So so tulikuwa tumealikwa tuje hapa tufanye drift, manake drift ni part of motorsports eh, and it's growing so fast in in East Africa eh, in fact we have a drift championship ambayo ina comprise East Africans from Kenya, Uganda and Tanzania. This is an East African drift championship ambayo inaendelea, so wakaonelea ili tuje hapa pia tuhamasisha watu kuhusu drift na tuwaonyeshe kwamba drift ni kitu ambacho ni motorsport, ikiorganiziwa ama ikifanywa kwenye a proper organization, ni sport ambayo ingependa kupendeza wengi. Drift ni, ni a, a, a skill ambayo kila dereva inafaa awe nalo, manake sometimes unaweza pata gari limepasuka tairi linapoteza mwelekeo, so inafaa ili uwe uko makini sana uweze kucontrol hilo gari. Tumefurahia sana kuwa mahala hapa na tuna hope Watanzania wameweza kuona what we do eh, nyonyesho lenyewe limekuwa nzuri sana. Nimeweza kufanya hata tandem na mtanzania mmoja ambaye nime kupendeza sana na skill zake like. So tunajua uh, uh, skill ni kitu ya maana na motorsport ina grow in East Africa. Uh, tunamshukuru mkuu wa mkoa sana kwa kutoa vibali kama hivi. Tunashukuru sana yani, tunashukuru sana kwa sababu mchezo ulilala sana kwa hapa kwetu Tanzania, lakini baada ya mkuu wa mkoa kuingilia kati hili hili swala tukajikuta, so tayari